Hebana, mambo vipi? mi naitwa Tshaka. Eh, leo niko kwa ajili ya kuzungumzia hili jambo ambalo kila mtu karibia nazibia kelele kwenye mitandao, Chaka Tshaka. Nataka niwaambie kitu kimoja zangu. Ni kwamba kwanza kupiga wanzwaakaweakupa Tshaka. Tayari mwanamuziki mkubwa mwanamziki ambaye uko kwenye level ya wale wanamziki wakubwa ukizungumziwa na mziki kuna watu wanasema tu, hawajui ni kwamba. Kwanza kabisa, uh, tuende kwenye mifano ya hawa ndugu zetu, mfano watangazaji, amekuwa mara nyingi wanapigia sana kelele swala la chakatuchaka, mara hivi mziki nini kule na huku. Nataka niwaambie kwa mfano nyinyi watangazaji, ndugu zangu watangazaji, hivi ni nani mtangazaji mkubwa, au mtangazaji ambaye anaongoza kuchukua tuzo nyingi, ambaye anaweza kuwa anamzidi vijana? Vijana wanasikiliza watu gani? watu wa chaka tu chaka watu wa maporini. Lakini tuachane tuna hivyo, tuende kwenye matamasha. Kuna matamasha makubwa sasa hivi, ukisikia watu wanaanza kuzungumzia matamasha, ni kwamba watakwambia tunakwenda kuipeleka eh, tamasha fulani mikoa fulani mikoa fulani. Maanake ingekuwa tauni ni nzuri, mgefanya basi mjini, lakini hiyo chaka mnaoisema leo ndio ile ile ambayo mnaipeleka kila siku kwenye matamasha ya makubwa kwa sababu mikoa ndio hawa watu ambao nyinyi mna wadharau. Sasa tu tuambie tumechoka maneno yenu, tumechoka visilani vyenu na wivu zenu tumezichoka. Pia ni kwamba tuna uwezo wa kuambia sasa watu wa mikoani eh? Wakatae matamasha yenu kwa sababu nyinyi mnawadharau mnawadharau watu wa chaka tu chaka, lakini hao ndo mnawapelekea show zenu mikoani, na hao ndio wanaingia kuwasapoti nyinyi. Kwa hiyo lazima tu tunazungumza tuna, tuna, vitu, lakini tuwe tunatengeneza na fikra, baadaye tufikirie nyuma eh? Dar es Salaam kuna nini ambacho mnaweza mkasema kina wazidi watu wa mikoani? Dar es Salaam tuna njaa tu Eh, watu wana... kila siku tunaona watu mara wametolewa nje makodi vitu vinafanyaje, lakini hawa watu ambao wanatolewa nje wanafukuzwa kwenye manyumba ya kupanga ndio wale wale ambao baadaye wanazibanyia pua chaka tu chaka tuchaka. Tunasikia nini? Tuache hivyo vitu, ni vitu vya kizamani vya kishamba chaka. Sana chaka tu chaka inatakiwa iheshimike sana. Leo Jaro anachukua tuzo kila siku kwa sababu ya watu wa chaka tuchaka. lakini kama ambavyo nimewambia, matamasha makubwa ambayo tunayasikia yanapigwa huko huko mikoani kwa watu wa chaka tuchaka. Kwa hiyo chaka tuchaka inatakiwa iheshimike, sio izaraulike. Watu tuheshimu kitu kinaitwa chaka tuchaka. Hebu tu tuulizane, kuna watu wengi sana wako mjini, wanajifungia ndani, wanasema wanajiplani lakini hao hao ndio watu wa kwanza inapofika saa kumi na mbili jioni kuwatafuta watu fulani lio wakawasitie wawanunulie chakula cha jioni eh, wawapige vinywaji wanjoi bata. Sasa wewe utakuwa unalinda blandi gani kama unategemea maisha kwa sababu ya kuhudumiwa na mwanaume mwenzako au mtu fulani? Ni mambo ya kishamba na mambo ya kizamani sana. Inaona ni watu hamna akili, watu wengi ni wapumbavu, hamfikirii hicho kitu. Lazima tubadilike, ba tujue kabisa kwamba tunachokizungumza maana yake ni tuna uwezo, mimi kama rais wa chaka kuchaka, tuna uwezo wa kusimama na mikoa sasa tukasema, oya, watu wa mikoani sikilizeni, watu wa Dar es Salaam wanawadharau sana, wanasema nyinyi ni washamba sana, kwenye matamasha yao msingi hawataingia. Niwambieni hicho kitu, tujaribu kubadili hizi kauli zetu, tujue kabisa matamasha yana heshima zake. Lakini kingine tukumbushane tu kwamba sisi wengine hatuwezi zile shoo za, unapewa shoo moja ni kubwa, sawa laki tano, hiyo laki tano ina watu watatu, nyini ukagawane nao. Mimi nitawezea watu kuna wewe huko hapo, mtangazaji unaweza ukawa unalipa labda kwa mwezi laki nne, laki tano, mimi hiyo naingiza kwa nusu siku, ambayo inaweza ikawa inakulipa yani, nusu siku yangu mimi ya kazi yangu inaweza ikawa inakulipa wewe miezi yako mitano, ni mi nne, alafu bado baadaye baada unasema chaka tu chaka kuwaje? Ya jamani, tuheshimiane. Mimi iliswala imenichosha, na niwaambie tu, ikitokea kuna mtu yote ana pesa, anataka mimi nifanye show hata hatachooni, niko tayari, nafanya show kwa sababu mimi ni nimtafuta hela. Mimi o chaka tu chaka, nimesema tujaribu kubadilika, tuachane na mambo ya kishamba shamba, tubadilike. Chaka tu chaka zinaeshima, ni show kubwa kuliko show zote.